Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizi ya Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati, kifuatacho ndani ya TVE. Habari: Rais Dkt. Huseni Ali Mwinyi asema Zanzibar itaendelea kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na diplomasia na nchi ya Msumbiji. Serikali yazindua kituo kipya cha kisasa cha kujaza gesi asilia iliyoshindiliwa CNG. Na katika habari za kimataifa, raia watano wauawa katika mashambulizi ya India huko Kashmir. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie huko Zanzibar ambapo tunaelezwa kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar itaendelea kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na diplomasia na Msumbiji kwa manufaa ya nchi hizo mbili. Recho Chacha anaeleza zaidi. Dr. Mwinyi ameeleza hayo Ikulu Zanzibar alipokuwa na mazungumzo na Rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo ambaye yupo nchini kwa ziara maalum. Amesema ziara hiyo itachochea kuimarisha undugu na umoja wa muda mrefu uliopo baina ya nchi hizo rafiki. Ameeleza kuwa uamuzi wa kufanya ziara ya kwanza Tanzania ikiwemo Zanzibar baada ya kuchaguliwa kuonyesha kuthamini ushirikiano huo uliowasisiwa na viongozi wa asisi wa mataifa hayo. Akizungumzia masuala ya kiuchumi Dkt Mwinyi amesema yapo maeneo mengi na fursa za ushirikiano ambayo nchi hizo zinaweza kubadilishana uzoefu katika nyanja mbalimbali sanjari na ushirikiano wa kidiplomasia. Rais Dkt Mwinyi amebainisha maeneo matano ya kiuchumi ambayo nchi hizo zinaweza kushirikiana kuwa ni uchumi wa buluu, mafuta na gesi, uvuvi wa bahari kuu, utalii na uwekezaji. Jiwake hapa ni ishara ya uhusiano mzuri tuliokuwa nao baina ya nchi zetu mbili. Ziara hii itazidi kuimarisha ushiriano tuliokuwa nao kwa kidugu baina ya nchi zetu mbili. Tumefarijika kwamba eh, kama alivyotoa ahadi akiwa mgombea alipokuja hapa Zanzibar a, na Tanzania aliahidi kwamba eh, atafanya ziara yake ya kwanza baada ya kuapishwa nchini mwetu, na kwa kweli amefanya hivyo, tunamshukuru sana. Nichukue fursa hii kutoa pongezi nyingi kwa chama cha Frelimo kwa ushindi kilichoupata katika uchaguzi mkuu uliopita, na sisi tumefarijika sana kutokana na uhusiano wetu mzuri baina ya vyama vyetu, chama tawala hapa Tanzania CCM na chama cha Frelimo. Naye Rais Daniel Francisco Chapo amesema Msumbiji ina dhamira ya dhati ya kuimarisha ushirikiano na Zanzibar na ziara yake imelenga kukamilisha azma hiyo. Rais Chapo ameeleza kuwa ziara hiyo itafungua milango na fursa za kiuchumi baina ya nchi hizo pamoja na uhusiano wa kidiplomasia wa muda mrefu. Ameipongeza Zanzibar kwa mafanikio inayoyapata kupitia sekta ya utalii na uchumi wa buluu na kwamba Msumbiji ina kila sababu ya kujifunza. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo.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 wakati alipotembelewa na balozi wa Japani nchini Tanzania Yuichi Mikami. Ameongeza kuwa serikali imeandaa mpango mahususi wa taifa wa nishati kwa kipindi cha miaka mitano, National Energy Compact 2025-2030, mpango ambao umeandaliwa kwa ushirikiano wa sekta binafsi na wameahidi kuchangia fedha, mfano Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika.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 itaendelea kuimarisha uhusiano huo. Aidha, ameipongeza Tanzania kwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa wakuu wa nchi na serikali Mission mia tatu uliofanyika hivi karibuni ambao ulilenga kujadili kuhusu usambazaji wa nishati ya umeme barani Afrika. Asante sana Nancy kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia wizara ya uchukuzi imesema ili kuendana na kasi ya ukuaji wa sekta ya uchukuzi ipo mbioni kukamilisha sheria ya uchukuzi itakayowezesha kujibu changamoto zinazoikabili sekta hiyo ikiwemo eneo la wataalamu ambao kila mwaka wanazalishwa elfu tatu kutoka vyuo mbalimbali. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza wakati wa kuzindua chama cha wataalamu wa logistiki na usafirishaji nchini talta, naibu waziri wa wizara ya uchukuzi David Kienzile amesema kasi ya ukuaji wa sekta ya uchukuzi inatokana na uwekezaji wa serikali ikiwemo ujenzi wa miundo mbinu ya uchukuzi sanjari na ununuzi wa vifaa ambavyo kwa miaka mitano ijayo vitaifanya Tanzania kuwa na uwezo wa kusafirisha shehena kubwa ya mizigo, hivyo kujikuta ikihitaji wataalamu zaidi kutoka sekta uchukuzi. ya uchukuzi, ujenzi wa miundo mbinu ya reli, reli mpya kwa kiwango cha kimataifa, yaani standard gauge, ambapo hadi sasa utoaji wa huduma umeanza kwenye kipande cha Dar es Salaam hadi Dodoma uimarishiwaji wa reli ya kiwango cha meter gauge pamoja na vingia kazi ninyi ni mashahidi. Labda niwakumbushe tu, kwa Afrika hakuna nchi yenye ubavu kama Tanzania kwenye reli ya kisasa, kwa sababu Tanzania ndio nchi inayojenga reli ndefu ya kisasa inayotumia umeme ambao ni ya kwanza barani Afrika na ni ya tano duniani. Inatoka Dar es Salaam, kipande cha kwanza mpaka Morogoro, cha pili mpaka Dodoma vimekamilika almost, na nyie nafikiri baadhi yenu mmeshapanda. Ile nchi jirani maraisi na watu mbalimbali mbali wanakuja kujifunza kuona kwamba how this is possible in Africa kwa Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi Godlisten Mwasinyanje, pamoja na rais wa Talta Alphonse Mwingira wamesema lengo la chama hicho ni kukuza taaluma katika eneo la lojistiki na usafirishaji kwa kuwezesha tafiti zitakazo kwenda sanjari na mafunzo kwa wataalamu wa sekta ya lojistiki na usafirishaji ili kukuza sekta hiyo nchini. Sisi, eh, kwa niaba ya bodi ya wadhamini wa chama cha Talta tunakuahidi tutakisimamia chama ipasavyo, na kwamba malengo hayo yatafikiwa, lakini pili, tutahakikisha ya kwamba e chama hiki kinatekeleza majukumu yake ndani ya wigo wa malengo yake na katiba yake na kinatoa mchango unaohitajika na tarajiwa kwa wadau wake ikiwemo serikali na sekta binafsi. Na kama ulivyomsikia rais wa chama, e, chama hichi kiko tayari kutoa mchango wake kuhakikisha mabadiliko, maendeleo na mchango wake unaleta tija kwenye sekta yetu ya uchukuzi. Mawili makubwa ni yafuatayo: kwanza, kufanya ut, uh, utafiti mdogo kubaini tatizo la usafiri jijini Dar es Salaam wa mwendokasi na it, itatoa ushauri nini kifanyike ili kuondokana na kero ambazo wananchi wa jiji hili wanakumbana nalo hususan kwenye awamu ya kwanza ya mwendokasi. Chama kipo tayari kufanya utafiti ndogo na kubwa itakapongwa au itakapobaini kuna changamoto ambayo inatakiwa kupatiwa majibu kwenye eneo eh, la logistic na usafirishaji. Pili, chama kinataka kuendelea na mpango mipango ya kufanya sherehe ya World uh, Bicycle Day ambapo kwa mwaka huu chama kitasaidia wanafunzi wa kike ambao wana tatizo la kukaa mbali na shule wanazosoma na hivyo kujikuta wanapata changamoto ya muda wa kujisomea kuwa mdogo. Labda asubuhi anatumia saa moja na nusu kwenda shule na saa moja na nusu kurudi nyumbani, masaa matatu yanapotea, kwa hiyo inampunguzia kidogo muda wa kujisomea. Alafu na changamoto nyingine ni ile ya kurubuniwa na vijana, haswa wale waendesha bodaboda. Kwa shughuli hii tutawaalika taasisi za umma naza binafsi na tutawaomba mshiriki kikamilifu. Ni swala ambalo linajenga kitu fani kikubwa sana kwa mustakabali wa nchi yetu. Ukimsomesha mama, umesomesha taifa. ni mmoja wa wataalamu kutoka sekta ya logistics na usafirishaji ambaye sasa amelazimika kustaafu baada ya kupata ajali ya basi na kupoteza mkono wake Bialima Mbwana ameishukuru serikali kwa kuendelea kutambua mchango wa wataalamu wa sekta ya logistiki na usafirishaji. Natoa wito kwa madereva wa kike, natoa wito kwa wanamama, natoa wito kwa wadada, kazi ya udereva sio kazi ya wanaume pekee, ni kazi ya kila jinsia, mwanamke ama mwanaume. Lakini haifanywi kwa mwanamke kuieti kama ni mwanaume, nikimaanisha kwenye stara Unapoingia udereva wewe mtoto wa kike, nenda kaiishi stara yako, kaonyeshe wema wa kike. Mwanamke ni mama, mwanamke ana mapenzi, mwanamke ana huruma. Kaonyeshe yale yote, kama ni kwa abiria, onyesha kwa abiria wako, na kama ni kwenye maroli, basi onyesha kwa mabosi zako, ama kwa wale watu ambao wanaweza kukutuma mizigo yao kupitia roli zao. Asante sana Gudluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wakati serikali ikiongeza bajeti ya kilimo kutoka shilingi bilioni mia mbili tisini na nne mpaka tilioni 1.28 wakulima wa parachichi mkoani Njombe wameanza kunufaika na uwepo wa vituo vya kupimia na kukusanyia parachichi vilivyojengwa na TAHA, ambayo ni asasi kilele ya sekta binafsi inayojishughulisha na kuendeleza sekta ya horticulture hapa nchini. Vituo hivyo vinafahamika kama collection center, vilivyojengwa na kukabidhiwa kwa wakulima rasmi na mkuu wa mkoa wa Njombe wakishirikiana na shirika la Taha pamoja na wizara ya kilimo. Ibrahim Mlele kutoka mkoani Njombe anaarifu zaidi. Yamezungumzwa hayo na naibu katibu mkuu wizara ya kilimo Dkt. Hussein Mohamed Omari wakati wa hafla fupi ya kukabidhi vituo vitano vya kukusanyia mazao ya parachichi mkoani Njombe vilivyojengwa na asasi kilele ya sekta binafsi inayojishughulisha na kuendeleza sekta ya hotikacha hapa nchini, ambapo amesema serikali imeongeza bajeti kwenye sekta ya kilimo ili kuhakikisha sekta hiyo inaongeza uzalishaji. Tumekuwa tukiongeza bajeti na Mheshimiwa Rais kila mwaka tumetoka bajeti ya shilingi bilioni 294 sasa hivi tunazungumzia trilioni 1.28. Yote haya ni kuonyesha umuhimu wa serikali katika kuhakikisha sekta ya kilimo inakuwa. Maana yake ni tafsiri yake ni kwamba vituo hivi ambavyo tumefungua uh, tumefungua ametuzindulia, ametuzi, leo mheshimiwa mkuu wa mkoa kwanza, vinaongeza uh, au vinatoa fursa kwa taasisi yetu ya kopra. Wizara ya kilimo tuna taasisi ya kopra. Moja ya majukumu ya taasisi hii ni kuhakikisha inafungua masoko ya mazao mbalimbali, lakini vilevile kuhakikisha masoko haya au bidhaa hizi zinakuwa na ubora unaotakiwa. Sasa huwezi kuwa na ubora unaotakiwa kama huna vituo kama vile ambavyo tumeviona. Tumesikia uh, wakati unazunguka hapa, namna gani wakulima wetu wanavyonyanyasika na udalali. Lakini ukiwa na vituo kama hivi, maanake unaweza kukusanya maparachichi hapa na angalau wananchi wetu wakapata bei bei nzuri zaidi. Jacqueline Mkindi ni mkurugenzi wa asasi hiyo, hapa anaeleza namna taha ilivyojipanga kuimarisha mazao ya hotikacha hapa nchini ndio mwelekeo wetu kama TAHA katika kuimarisha biashara ya mazao ya horticulture, lakini vile vile kuongeza tija katika uzalishaji na kupunguza upotevu wa mazao. Naomba vile vile ni nikuhakikishie na niwahakikishie viongozi wote wa chama, lakini vile vile na serikali walioko hapa ya kwamba sisi kama TAHA tutaendelea kuimarisha mifumo madhubuti ya usafirishaji sambamba na ujenzi wa miundombinu kupitia kampuni zetu tanzu, yaani TAHA fresh lakini vilevile tutahakikisha miundo mbinu tunayoijenga inapata ithibati za masoko ya kitaifa na kimataifa kwa kupitia kampuni yetu tanzu ya Greenset. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka pamoja na mkuu wa wilaya ya Nging'ombe Zakaria Mwansasu wamesema ipo haja ya kuanza kujenga vituo vya kuhifadhia mazao hayo badala ya kujenga vituo vya kukusanyia pekee.

kukusanyia mazao yetu msije mkaviweka kuwa magara ya mbolea. Tumaini Kawogo na Esta Mlowe pamoja na Pius Msigwa ni baadhi ya wakulima wa zao hilo mkoani Njombe. Nashukuru kwa kupewa kituo hiki, kimetufanyia wepesi wa kuuza parachichi, lakini kwa wakulima wa hapa ni kituo kidogo sana. Tunahitaji kama serikali na TAHA kutuongezea, pia kituo kiongezeke Kimsingi tuseme kwamba kutokana na vituo hivi vimekuwa kwamba savi hiki ni kidogo, ikiwezekana kwamba tuombe uongozi wa TAHA pamoja na serikali yetu ya chama ya, ya, ya serikali ya Tanzania ili tuweze kuongezewa vituo vingine. Mtazamaji wa TVE habari, shirika la TAHA limetajwa kama nguzo muhimu kwa wakulima wa zao la parachichi mkoani Njombe, na hivi leo wameweza kukabidhi takriban vituo vitano vya kukusanyia matunda kutoka katika mashamba ya wakulima kutoka Njombe, TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Fraimrere. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu mkoani Geita wamesema wamepiga hatua kubwa katika shughuli za uchimbaji kutokana na juhudi za serikali katika kutoa elimu na kuwezesha matumizi ya mitambo ya kisasa katika sekta hiyo. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu. Wakizungumza na waandishi wa habari kuelekea kongamano kubwa litakalofanyika Mei 11 mkoa mkoani Geita, ambalo limelenga kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha mazingira ya uchimbaji mdogo, mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wadogo mkoa wa Geita Gelema Titus Kabuo wamesema sera imara za serikali zimewasaidia wachimbaji wadogo kubadilika kutoka kutumia dhana duni hadi kufikia uchimbaji wa kisasa. Yote ni mafanikio ya sera thabiti ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu inaunda serikali imara, serikali inayojali watu wake. Hakika imetujali sisi wachimbaji, tulikuwa duni sana. Tumetokea kwenye uchimbaji wa kutumia moko, hatimaye tumepanda na kuanza kutumia mitambo ya karasha, lakini pia tumeanza kupanda sasa kutumia mitambo mikubwa ya CIP. Haya ni mapinduzi makubwa sana na yote yanasababishwa na utulivu uliopo nchini, amani tulionayo, lakini sera madhubuti zinazotujali sisi wachimbaji na watu wa nyanja zingine. Kupitia mitambo hii, hakika kila mwezi mmoja tuna uhakika wa kupata kilo zaidi ya themanini. Aidha, wachimbaji hao wamepongeza juhudi za serikali katika kuwawezesha wanawake kupata leseni za uchimbaji, hatua ambayo imesaidia kupunguza mfumo dume katika sekta hiyo. Mwanamke machimboni alikuwa anadharaulika sana. Ukikutana na mwanamke, anaingia shimoni, wanaume wanamfukuza wanamwambia, ondoka wewe, mwanamke huwezi kufanya kazi. Lakini sasa hivi tunafanya kazi na wanaume na wanatukubali, wamegundua kwamba nguvu ya mwanamke haipotei bure. Kwanza kabisa, wameandaa kongamano hili kwenda kumpongeza Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kutokana na madaraka ambayo kayafanya katika miaka yake minne na amewanufaisha wachimbaji wa madini, walikuwa wali hawana umeme, lakini wameweza kupata umeme. Tunaona migodi yetu watu wanafanya kwa amani kazi na wanaweza kufanya shughuli zao wakiwa wako vizuri. eli miaka minne ya mama, sisi kama wachimbaji tumefurahishwa sana na mfumo aliyotuwekea mama, na akatutambua kwa sisi wachimbaji tunastahili sana kufanya kazi za uchimbaji kama Watanzania lakini awamu za nyuma tulikuwa tunachimba tulichimba bila manufaa, tulikuwa tujui kwamba faida yetu ni ipi kwenye madini ambayo tuliotunukiwa na Mwenyezi Mungu hapa Tanzania. Kongamano hilo linatarajia kukutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya madini wakiwemo wachimbaji wadogo kutoka maeneo tofauti ya mkoa wa Geita kwa lengo la kuonesha shukrani na kutoa mapendekezo ya kuendeleza zaidi sekta hiyo ya uchimbaji. Miongoni kati ya mikakati ambayo serikali ya awamu ya sita imeiweka ni kuhakikisha kila raia kupitia sekta ambayo anaifanya ananufaika, wakiwemo wachimbaji wadogo ambao wameendelea kujishughulisha na shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu. Nikiripotia luninga ya TVE kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Joel Maduka. Asante sana Joel, kwa taarifa hiyo. Zaidi ya mabasi yaendayo haraka tisini na tisa yanayotumia teknolojia ya gesi asilia yanatarajiwa kuwasili nchini miezi miwili na nusu kutoka sasa baada ya kukamilika kwa maoni ya wananchi juu ya nini kinachohitajika kuwepo katika mabasi hayo kupitia basi la mfano ambalo limewasili nchini kwa ajili ya majaribio. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Mabasi hayo yanatarajiwa kuwa ya kisasa ikiwa ni kujibu changamoto na kelo za usafiri wa mabasi yaendayo haraka. Kupitia kampuni ya mabasi yaendao haraka jijini Dar es Salaam UDART, ambayo leo wamezindua basi jipya la mfano. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa UDART Waziri Kindamba, wananchi watalitumia basi hilo bila malipo kwa kipindi cha wiki moja, kuanzia Jumatatu ya wiki ijayo, ili kutoa maoni ya mabasi hayo ambayo yanaendelea na uundwaji nchini China. Ndani ya mwaka huu 2025 ndio mwaka wa mwisho wao kupata shida za usafiri katika jiji la Dar es Salaam maumivu yote waliyoyapata huko nyuma watayasahau, najua. Sasa maswali huwa wakati mwingine napimi napita kwenye social media na kadhalika e, maswali huwa yanaulizwa, faida ya gesi ni nini? Gesi kwanza inapunguza gharama e, gharama yoyote ambayo unatumia sasa inakwenda kupungua kwa asilimia 40 mpaka 50 kwenye nishati. Lakini nyingine, gesi kama mnavyojua ni rafiki wa mazingira lakini pia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni champion wa nishati safi. Wao tunakwenda tunatembea na biti ambayo Mheshimiwa Rais ameianzisha, ni waahakikishie tu mambo yanakwenda kwa mazuri. Kindamba amesema basi la sasa la majaribio limewezeshwa kuona mifumo ya kisasa ikiwemo sehemu za kuchajia simu, viyoyozi pamoja na teknolojia ya gesi asilia ambapo litatoa huduma kwa kipindi cha wiki moja, ili wananchi waweze kutoa maoni yao yatakayotumika kuunda mabasi mengine 99 na kufanya idadi ya mabasi kuwa mia moja, ambapo tayari serikali imekwisha toa fedha ili kutatua changamoto usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Kulikuwa na changamoto mbalimbali mbali, zikiwemo masuala ya gharama za uendeshaji kuwa ni kubwa kuliko mapato. Kwa hiyo hizo nazo ni katika eh, hadidu za rejea ambazo kamati ile li ilipitia na tunaamini kwamba zinakwenda kufanyiwa kazi. Kikubwa tu niseme mimi kama mkuu wa taasisi nakiri kwamba hali sio mzuri, e, lakini tunaomba muda kidogo ili tuweze kuyarekebisha. Najua wananchi wamesubiri kwa muda mrefu sana, lakini hapa tulipofika ni kama vile tumeshakula ng'ombe mzima kasoro mkia, bado umebaki mkia. Kwa hiyo niwape matumaini, tunaleta mabasi ya kisasa kama mnavyoyaona. Sio tu yatakuwa natumia teknolojia ya CNG, lakini hata huu dambu dambu uliokopa mundani ni wa kisasa sana, hili gari litakuwa lina viyoyozi kwa maana AC, hakutakuwa tena na wananchi wa Dar es Salaam kupata joto, kwa sababu kama tunavyojua mji wetu ni mji wa joto. Lakini pia kuna USB port, mtakuwa mmeziona. Wana watakaokuwa wamesahau kuchaji simu zao majumbani eh, unaweza kutumia chaji za ha, mabasi haya ya mwendokasi kuchaji simu yako, iko ya USB lakini pia iko ile ya type C. Haya yote ni katika kutaka kuwafanya wananchi wa Dar es Salaam waweze kusafiri katika hali ya kiungwana, kiustaarabu <coughs> lakini pia e, wakiwa wako comfortable. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya uongozi wa kampuni ya mabasi ya endayo haraka meja jenerali Samuyo ameitaka management ya UDRT kutekeleza maagizo yote yaliyotolewa na serikali ikiwemo kuhakikisha wanaondoa changamoto za usafiri katika jiji hilo. Sisi kama bodi katika mipango yetu ya baadaye kama bodi tumetoa maelekezo kwa management baada ya kuona kwamba kuna mabasi haya ambayo yalikuja mwanzoni ambayo yalikuwa mia mbili na kumi na yalikuja kwa awamu mbili. Kuna ambayo yalikuja 140 mara ya kwanza, alafu mengine yakaja sabini ambayo yalikaa bandarini sana kwa kufata taratibu za uondoshaji. Kwa haya mabasi, kwa kweli yamekuwa chakavu na yamekuwa chakavu kwa sababu ya muda, lakini pia kwa masuala mengine madogo madogo ambayo yalizikumba. Kwa hiyo tumetoa maelekezo ili tuweze kuwa na uwezo wa kuendesha eh, huduma hiyo. Tumetoa kama bodi, tumetoa maelekezo kwa management ili waweze kuongeza mabasi mapya, na katika hayo mabasi mapya ni pamoja na hili ambalo mnaliona mko ndani yake, yatakuja hili, limeshanunuliwa limeshakuja bado kuna mabasi 99 ili kufanya idadi ya 100 yaweze kuja. Kwa hiyo maagizo mengine tulisema kwamba mabasi hayo yasitumie tena diesel. Diesel ukiacha kwamba ina mambo mengi ambayo si mazuri, kwa maana kwanza bei ni kubwa, inaongeza gharama za uendeshaji, lakini pia inachafua mazingira na hata kuathiri afya za wananchi kwa sababu magari kwa mfano hayo mia mbili na kumi yote yako njiani yanatoa moshi. Tunaamini kabisa kwamba wote tunafahamu kwamba yanaharibu. Kwa hiyo tukatoa maelekezo kwamba gari zitakazokuja sasa ziwe zinatumia gesi. Hata hivyo, kwa mujibu wa kampuni ya UDART limebainisha kuwa mabasi hayo yatakuwa na uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 155 ambapo yatahudumu mradi wa mwendokasi fezi ya udumu, mladio, kasi, kwanza yenye barabara za moroko kivukoni pamoja na kimala kuelekea kivukoni. Asante sana Gulu la Kimsola kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa ni muhimu mifumo ya elimu kwenye masomo ya sayansi kuanzia ngazi ya shule za msingi, sekondari hadi vyuo vikuu kuimarishwa kwenye, kwenye majaribio ya vitendo zaidi ili sayansi iwe na mchango wa kuleta mabadiliko chanya. Mrisho Mapeyo anafafanua zaidi. Hayo yamebainishwa jeni Dar es Salaam leo na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Aga Khan, Blandina Due kwenye maonesho ya programu ya elimu ya msingi inayofahamika kama PYP yaliyofanyika katika shule hiyo ambapo amesema jaribio ya mafunzo ya vitendo kwenye masomo ya sayansi yanaweza kuwajengea uwezo wanafunzi kutambua dunia inataka nini kwa sasa ili masomo ya sayansi yaweze kutoa suluhisho la mahitaji ya dunia. Kama shule, sisi tunasisitiza sana katika uh, uendelevu hasa wa mazingira, sustainability, na kwa sababu hiyo kwenye mitaala yetu tumeingiza elimu ya uendelevu ili kuhakikisha kwamba watoto wanajifunza, halafu wanahamisha uelewa wao kuupeleka kwenye jamii ili tuweze kuleta mabadiliko kwenye jamii. Kama mnavyoona sasa hivi, hali ya tabia nchi imebadilika kabisa. Aa, katika nchi yetu nafahamu, tuko tunafahamu majira ya wakati gani mvua zinanyesha, wakati gani wakulima waandae mashamba, lakini sasa hivi imekuwa kidogo vigumu kutabiri kwamba ni lini tutapata mvua za kutosha na ni lini tutaweza kufanya mazao yaweze kuwa tayari. Aidha, Blandina amesema kuwa sayansi ikirithishwa vyema kwa vitendo kwa wanafunzi kuanzia ngazi ya chini, wahitimu wa masomo hayo wanaweza kuisaidia dunia kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi yanayoitesa dunia. Kwa upande wake, mratibu wa elimu ya msingi ya PYP kutoka shule ya msingi Aga Khan Lainet Kialo amesema programu hiyo ambayo ni ya vitendo, ni salama na ni bora zaidi kwa ufundishaji, kwani inaanzia kwa wanafunzi wenye umri mdogo wa takribani miaka mitatu mpaka miaka kumi na mbili na ina faida ya kuwajengea uwezo na ujuzi mbalimbali mbali kivitendo. Nao wanafunzi wa shule ya msingi Aga Khan walioshiriki programu hiyo Aira Lidenge na Andwele Senkoro wamesema programu hiyo ya mafunzo ya vitendo inawasaidia kujifunza vitu vingi na kwa haraka. Umuhimu wake ni kujifunza zaidi, inakuwa inatufundisha sio sisi tu, na watu wengine ambao wanasikiliza, unakuwa unajifunza zaidi kuhusu topic ambayo wanafanya. Kama unakata hizo miti haina uwezo sisi u, u, sisi kutumia hizo miti tuseme fanya mambo za pepa au hela, kwa sababu umekata hizo miti na kutumia vibaya, umetupa vibaya, uja recycle, na umetupa tu amna kera, uja recycle, uja reduce sio ya matumizi ya hiyo pepa. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate tu mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali ya zindua kituo kipya cha kisasa cha kujaza gesi asilia iliyoshindiliwa CNG.